Hofu imetanda miongoni mwa wakazi wa kata ya Muriet jijini Arusha baada ya kukutwa miili ya watu watatu waliouawa kwa namna ya kinyama katika matukio mawili tofauti na kutupwa katika maeneo ya wazi. Tukio la kwanza lilitokea Machi 26 mwaka 2025 ambapo miili ya watu wawili, mmoja wa jinsia ya kiume na mwingine wa kike ilikutwa ikiwa imefukiwa ardhini miili ilionekana kuwa na majeraha makubwa huku baadhi ya sehemu ya miili hiyo zikiwa zimetiwa alama za kuteswa ikiwa ni pamoja na kutobolewa macho. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Arusha Justin Masejo amesema kuwa miili hiyo imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru. Namnukuu, miili hiyo tumehifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya Montimeru ili kutoa fursa kwa watu kwenda kutambua miili hiyo, huku upelelezi ukiendelea kubaini wahusika wa chanzo cha tukio hilo, amesema Masejo. Katika tukio la pili, mwili wa mwanaume mmoja ulipatikana asubuhi ya April a katika mtaa wa elu wanyi, kata yamrie, ikiwa umeachwa kando ya barabara katika hali ya kutisha. Hii imeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku maswali mengi yakiwa wazi kuhusu chanzo cha mauaji haya. Hali hii imewaacha wakazi wa Murieti wakiwa na wasiwasi, huku upelelezi ukiendelea kutafuta majibu na kubaini wahusika wa vitendo hivi. Mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude akizungumza kwa njia ya simu jana Jumapili Aprili 5, mwaka 2025, amesema kuwa miili yote ya watu watatu iliyokutwa katika matukio hayo imefadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti hospitali ya Rufaa Mount Meru kwa ajili ya utambuzi wa majina yao. Nau, hii miili ya watu wawili inaonekana kuwa ni wageni kutoka maeneo mengi, kwani wakazi wa eneo hili pamoja na watu kutoka sehemu mbalimbali wamekuwa wakienda munchual, kwa muda wa wiki nzima sasa lakini bado hawajaweza kutambua miili hii wala kutoa majina ya wahanga hata ndugu zao hawajaonekana amesema mkude mkude amesema kuwa hospitali hiyo imepewa muda ili kuhakikisha kwamba miili mwingine uliopatikana leo utatambulika na ndugu wa marehemu nanuku kama itashindikana kutambuliwa basi tutafuta kibali cha mamlaka husika kwa ajili ya kuzikwa amesema Mkude ametoa wito kwa wakazi wa Arusha na maeneo mengine wa nchi ambayo wamepoteza ndugu zao kuharakisha kufika hospitali ya Mount Meru kwa ajili ya kutambua miili hiyo. Ikiwa muda utakapopita na miili hiyo haijatambuliwa basi utaendelea na taratibu za kuzika kwa kuzingatia sheria, amesema Mkude. Amesema kuwa hadi sasa hawajafanikiwa kujua chanzo cha mauaji hayo, ambayo ameomba wananchi kushirikiana na jeshi la polisi kufanya uchunguzi wa kina, huku akiwataka kuongeza ulinzi katika maeneo yao ili kubaini mchezo huu mchafu unaoendelea. Tukio la kwanza limetokea Machi 26 ambapo miili ya watu wawili ilikutwa imefukiwa katika moja ya mashamba pembezoni mwa Korongo katika mtaa huo wa Eluwany ulioko kata ya Muriet jijini Arusha. Shuhuda wa tukio hilo Abraham Molel amesema kuwa alfajiri ya yes, siku hiyo wakati wanakusanya mabua ya ng'ombe na wenzake wawili waliona sehemu ya udongo ukiwa umepanda pembezoni mwa shamba lao, namnukuu, niliwaambia wenzangu, ile ni kichuguu au ni nini shambani? Ndio tukasogea tukashangaa kuona udongo ukiwa juu kama kumechimbwa na kufukiwa kitu. Tulipojaribu kufukua kidogo, ndio tukaona mkono wa mtu gopa na kupiga simu kwa viongozi wa mtaa na kata amesema. Amesema kuwa baada ya viongozi wa polisi kufika katika eneo la tukio walilazimika kufukua mwili wa mtu mmoja aliyevaa mavazi ya suti za michezo. Mollel amesema walibaini mwili ulikuwa na majeraha makubwa ya kipigo, huku macho yote mawili yakitobolewa. Mgongo wake pia ulionyesha michirizi ya kuashiria kwamba mtu huyo aliburuzwa kabla ya kufukiwa. Shuhuda mwingine Anaeli Marwa alisema kuwa walipokuwa wanajiandaa kuondoka baada ya kushuhudia tukio la kwanza, walishtukia tena e, kuona mkono wa mtu ukiwa juu huku mwili ukiwa umefukiwa.